Changamoto zipo, ndio, lakini usikimbie hapa napale, wakulia, na pale. Usiwe mtu wa kulia na kuhuzunika na kukosa amani na kujificha kujifungia ndani. Haja zako zijulikane mbele za Mungu, mpelekee Mungu haja zako, mwambie Bwana, hili na hili na hili. Mungu wetu hachoki ukimlilia. Ndugu rafiki, ukamwambia matatizo yako na changamoto zako, siku mbili tatu, siku nyingine akiona ya simu yako atazima, ataacha kuitika, ataacha kukupokea kwa sababu anajua mm, anakwenda kuniambia matatizo yake, ni yule yule anataka msaada, anataka hiki na hiki. Mwambie Mungu, ndo asiye kuchoka Mungu wako, anakupenda na anakujali. Mwambie leo, kesho, kesho kutwa, peleka haja zako mbele za haja zenu na zijulikane mbele za Bwana. Msijisumbue kwa neno lolote, bali haja zenu zijulikane mbele za Bwana, na amani ya Bwana Hmm. Amesemaje mstari wa saba? Na amani ya Mungu ipitayo akili zote, amani ya Mungu ipitayo akili zote, itahifadhi mioyo yenu. Haleluya.